Kitabu cha Yeremia sura ya hamsini na moja na ya hamsini na mbili. Ndiyo watu wa Mungu, karibuni sana tuweze kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha. Tunasonga mbele na kitabu cha Yeremia ambapo siku ya leo tunaenda kukihitimisha kwa kusoma zile sura mbili za mwisho, yani sura ya hamsini na moja na ya hamsini na mbili. Mungu akubariki sana kwa kuwa na sisi tangu tulipoanza hichi kitabu katika ile sura ya kwanza na hatimaye leo tunaenda kuhitimisha kwa zile sura mbili za mwisho. Tusali kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu tunakushukuru kwa kuwa na sisi katika safari nzima ya kusoma kitabu hiki cha Yeremia, hata leo tunapoenda kusoma hizi sura mbili za mwisho, yani 51 na 52. Tupe uelewa ewe Bwana tupe kiu, E Bwana, maana neno lako lina vitabu vingi, ili tuendelee kuwa na shauku ya kuendelea kusoma zaidi na kuendelea kuelewa. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana, nami naitwa Mwalimu Petro. Ni kitabu cha Yeremia sura ya hamsini na moja na ya hamsini na mbili. Mlango wa hamsini na moja. Bwana asema hivi, angalia, nitaamsha juu ya Babeli na juu yao wakao Lebkamai upepo uharibuo. Nami nitapeleka wageni mpaka Babeli watakaompepea nao wataifanya nchi yake kwa utupu, kwa kuwa katika siku ya taabu watakuwa juu yake pande zote. Juu yake apindaye upinde mwenye upinde na apinde upinde wake, na juu yake ajiinuaye katika dirii yake, wasiwaachilie vijana wake, liangamizeni jeshi lake lote, nao wataanguka hali ya kuuawa katika nchi ya Wakaldayo, hali ya kutumbuliwa katika njia kuu zake. Kwa maana Israeli wala Yuda hakuachwa na Mungu wake, Bwana wa majeshi, ijapokuwa nchi yao imejaa hatia juu yake aliye mtakatifu wa Israeli. Kimbieni kutoka kati ya Babeli, kila mtu na ajiokoe nafsi yake; msikatiliwe mbali katika uovu wake, maana ni wakati wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Babeli amekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote; mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Babeli ameanguka na kuangamia ghafula; mpigeni yowe, toeni zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kuponywa. Tungependa kuuponya Babeli, lakini haukuponyeka; mwacheni, nasi twendeni zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe maana hukumu yake inafika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikilia mawinguni. Bwana ameitokeza haki yetu. Njoni tutangaze katika Sayuni habari za kazi ya Bwana Mungu wetu. Inoeni hiyo mishale, zishikeni ngao kwa nguvu. Bwana ameziamsha roho za wafalme wa Wamedi, kwa sababu shauri lake ni juu ya Babeli auangamize. Maana ni kisasi cha Bwana, kisasi cha hekalu lake. Twekeni bendera juu ya kuta za Babeli, yatieni malindo nguvu, yatieni malindo nguvu, wawekeni walinzi, tengenezeni wavizi yao, kwa maana Bwana ameazimia na kutenda yote aliyoyasema juu yao wakao Babeli. Ewe ukae juu ya maji mengi, uliye na hazina nyingi, mwisho wako umewadia kadiri ya tamaa zako. Bwana wa majeshi ameapa kwa nafsi yake akisema, hakika nitakujaza watu kama nzige nao watapiga kelele juu yako. Ameiumba dunia kwa uweza wake, ameuthibitisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa ufahamu wake amezitandika mbingu. Atoapo sauti yake, pana mshindo wa maji mbinguni, naye hupandisha mawingu toka ncha za nchi, huifanyia mvua umeme, huutoa upepo katika hazina zake. Kila mtu amekuwa kama mnyama, hana maarifa, kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu yake ya kuchonga maana sanamu yake ya kuyeyuka ni wongo, wala hamna pumzi ndani yake. Ni ubatili tu, ni kazi za udanganyifu; wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Yeye fungu la Yakobo siye kama hawa, maana ndiye aliyeviumba vitu vyote, na Israeli ni kabila ya urithi wake; Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunjavunja mataifa na kwa wewe nitaharibu falme na kwa wewe nitamvunjavunja farasi na yeye ampandaye na kwa wewe nitalivunjavunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake na kwa wewe nitawavunjavunja mwanamume na mwanamke na kwa wewe nitawavunjavunja mzee na mtoto na kwa wewe nitawavunjavunja kijana mwanamume na kijana mwanamke na kwa wewe nitamvunjavunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitamvunjavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitawavunjavunja maliwali na maakida. Nami nitamlipa Babeli na wote wakao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote waliyoyatenda katika Sayuni mbele ya macho yenu, asema Bwana. Tazama, mimi ni juu yako, emlima uharibuo, asema Bwana, wewe uiharibuye dunia nzima, nami nitaunyosha mkono wangu juu yako, na kukufingirisha chini toka majabalini, nami nitakufanya kwa mlima ulioteketezwa. Wala hawatatoa kwako jiwe moja liwe la pembeni, wala jiwe moja liwe msingi, bali wewe utakuwa ukiwa daima, asema Bwana. Itwekeni bendera katika nchi, pigeni tarumbeta kati ya mataifa, yawekeni mataifa tayari juu yake, ziiteni juu yake Falme za Ararati Namini na Ashkenazi, agizeni jemidari juu yake, wapandisheni farasi kama tunutu. Wekeni mataifa tayari juu yake, wafalme wa Wamedi na maliwali wake na maakida yake na nchi yote ya mamlaka yake. Nayo nchi ya tetemeka, nayo ina utungu, maana makusudi ya Bwana juu ya Babeli ya simama, kuifanya nchi ya Babeli ukiwa isikaliwe na mtu. Mashujaa wa Babeli wameacha kupigana, wanakaa katika ngome zao, ushujaa wao umewapungukia, wamekuwa kama wanawake, makao yake yameteketea, makomeo yake yamevunjika. Tarishi mmoja atapiga mbio kumlaki mwingine na mjumbe mmoja atapiga mbio kumlaki mwenziwe, ili kumpasha habari mfalme wa Babeli ya kuwa mji wake umetwaliwa kile upande, navyo vivuko vimeshambuliwa nayo makangaga wameyatia moto, na watu wa vita wameingiwa na hofu. Kwa maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: Binti Babeli amekuwa kama sakafu ya kufikichia, wakati wa kukanyagwa kwake; bado kitambo kidogo, na wakati wa mavuno utafika kwake. Nebukadreza mfalme wa Babeli amenila, ameniseta, amenifanya kuwa chombo kitupu, amenimeza kama joka amelijaza tumbo lake vitu vyangu vya anasa amenitupa. Udhalimu niliotendwa mimi na uliotendwa mwili wangu umpate Babeli, ndivyo atakavyosema yeye akaye Sayuni; na Yerusalemu atasema, damu yangu na iwe juu yao wakao katika Ukaldayo. Basi Bwana asema hivi, tazama, nitakutetea, nami nitatoa kisasi kwa ajili yako; nami nitaikausha bahari yake Nitaifanya chemchemi yake kuwa pakavu, na Babeli utakuwa magofu, makao ya mbwa mwitu, ajabu na mazomeo, pasipo mtu wa kukaa huko. Watanguruma pamoja kama wanasimba, watanguruma kama simba wachanga. Wakiingiwa na ukali, nitawafanyizia ya karamu yao, nami nitawalevya, wapate kufurahi na kulala usingizi wa milele, wasiamke tena, asema Bwana. Nitawatelemsha kama wana kondoo machinjoni kama kondoo waume pamoja na mabeberu. Jinsi Sheshaki alivyotwaliwa naye, sifa ya dunia yote alivyoshambuliwa! Jinsi Babeli alivyokuwa ukiwa katikati ya mataifa! Bahari imefika juu ya Babeli, umefunikwa kwa wingi wa mawimbi yake. Miji yake imekuwa maganjo, nchi ya ukame na jangwa, nchi asimokaa mtu yeyote, wala hapiti mwanadamu huko nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika Babeli, nami nitavitoa katika kinywa chake alivyovimeza, wala mataifa hawatamwendea tena. Naam, ukuta wa Babeli utaanguka. Enyi watu wangu, tokeni katikati yake, mkajiokoe nafsi zenu na hasira kali ya Bwana kila mmoja wenu, wala isizimie mioyo yenu, wala msiiogope habari itakayosikiwa katika nchi; maana habari itakuja mwaka mmoja na baadaye mwaka wa pili habari itakuja, na udhalimu katika nchi, mwenye kutawala akishindana na mwenye kutawala. Basi angalia siku zitakuja, ambazo katika siku hizo nitafanya hukumu juu ya sanamu za Babeli, na nchi yake yote itatahayarika, na watu wake wote waliouawa wataanguka katikati yake. Ndipo mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vitaimba kwa furaha juu ya Babeli, kwa maana watu waangamizao watamjilia kutoka kaskazini, asema Bwana. Kama vile Babeli alivyowaangusha watu wa Israeli waliouawa, ndivyo watakavyoanguka katika Babeli watu wa nchi yake nzima waliouawa. Ninyi mliojiepusha na upanga, enendeni zenu, msisimame; mkumbukeni Bwana tokea mbali, na Yerusalemu ukatiwe mioyoni mwenu. Twaona haya kwa kuwa tumesikia mashutumu, Fedheha imetufunikiza nyuso zetu, kwa sababu wageni wamepaingia patakatifu pa nyumba ya Bwana. Kwa sababu hiyo, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapozihukumu sanamu zake, na katika nchi yake yote waliojeruhiwa wataugua. Babeli ujapopanda mbinguni na ujapopafanya mahali pa juu penye nguvu zake kuwa ngome, hata hivyo toka kwangu wenye kuangamiza watamwendea, asema Bwana. Sauti ya kilio kutoka Babeli na ya uangamivu mkuu toka nchi ya Wakaldayo! Maana Bwana awaangamiza Babeli na kuikomesha sauti kuu ndani yake, na mawimbi yake yavuma kama maji mengi, mshindo wa sauti zao wafanya makelele. Kwa maana mwenye kuangamiza amefika kwake, naam, amefika Babeli, na mashujaa wake wametwaliwa, pinde zao zimevunjika kabisa; maana Bwana ni Mungu wa kisasi, hakika yake yeye ye atalipa. Nami nitawalevya wakuu wake na watu wake wenye hekima, maliwali wake na maakida wake na mashujaa wake, nao watalala usingizi wa milele, wasiamke, asema Mfalme Bwana wa majeshi, ambaye jina lake ni Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, hutapana za Babeli zitabomolewa kabisa, na malango yake marefu yatateketezwa nao watu watajitaabisha kwa ubatili na mataifa kwa moto nao watachoka. Neno ambalo Yeremia nabii alimwamuru Seraya mwana wa Neria mwana wa Maasea alipokwenda Babeli pamoja na Sedekia mfalme wa Yuda katika mwaka wa nne wa kumiliki kwake. Basi Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme, naye Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mambo yote yatakayopata Babeli, maneno hayo yote yaliyoandikwa juu ya Babeli. Naye Yeremia akamwambia Seraya, utakapofika Babeli, basi angalia uyasome maneno haya yote, ukaseme Ee Bwana, umenena habari za mji huu kwamba utakatiliwa mbali usikaliwe na awaye yote wala mwanadamu wala mnyama, lakini uwe ukiwa hata milele. Tena itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Farati, nawe utasema, hivyo ndivyo utakavyozama Babeli, wala hautazuka tena, kwa sababu ya mabaya yote nitakayoyaleta juu yake; nao watachoka. Maneno ya Yeremia yamefika hata hapa. Mlango wa hamsini na mbili Sedekia alikuwa na umri wa miaka ishirini na moja hapo alipoanza kumiliki. Naye akamiliki miaka kumi na mmoja huko Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Hemutali binti Yeremia wa Libna. Naye alitenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyatenda Yehoyakimu. Maana kwa sababu ya hasira ya Bwana mambo haya yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda, hata akawaondosha wasiwe mbele za uso wake. Naye Sedekia akamwasi mfalme wa Babeli. ikawa katika mwaka wa kenda wa kumiliki kwake katika mwezi wa kumi na siku ya kumi ya mwezi huo Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja yeye na jeshi lake lote juu ya Yerusalemu, akapanga hema zake juu yake, nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa kumi na mmoja wa mfalme Sedekia, katika mwezi wa nne, siku ya kenda ya mwezi, njaa ilizidi sana ndani ya mji hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Ukuta wa mji ukabomolewa, watu wote wa vita wakakimbia, wakatoka mjini usiku kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wameuzunguka mji pande zote, wakaenda zao kwa njia ya Araba. Lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuatia mfalme, wakampata Sedekia katika nchi tambarare ya Yeriko, na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha Nao wakamshika mfalme wakamchukua kwa mfalme wa Babeli aliyekuwa huko Ribla katika nchi ya Hamathi, naye akatoa hukumu juu yake. Ndipo mfalme wa Babeli akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, pia akawaua wakuu wote wa Yuda huko Ribla, akampofusha macho Sedekia, tena mfalme wa Babeli akamfunga kwa pingu, akamchukua mpaka Babeli, akamtia gerezani hata siku ya kufa kwake. Basi katika mwezi wa tano siku ya kumi ya mwezi ndiyo mwaka wa kumi na kenda wa mfalme a Nebukadreza mfalme wa Babeli, Nebuzaradani amiri wa askari walinzi aliyesimama mbele ya mfalme wa Babeli, aliingia Yerusalemu, akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu. Naam, kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto, na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta zote za Yerusalemu pande zote. Kisha Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua wafungwa, baadhi ya watu waliokuwa maskini na mabaki ya watu walioachwa katika mji, na wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli, na mabaki ya vibarua. Lakini Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini kabisa, ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Na nguzo za shaba zilizokuwa katika nyumba ya Bwana na matako ya bahari ya shaba iliyokuwa katika nyumba ya Bwana, Wakaldai walivivunja vipande vipande, wakaichukua shaba yake yote mpaka Babeli. Nayo masufuria na majembe na makasi na mabakuli na miiko na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakivitumia wakavichukua vyote. Navyo vikombe na vyombo vya kutolea majivu na mabakuli na masufuria na vinara na miiko na, na vyetezo vilivyokuwa vya dhahabu katika dhahabu na vilivyokuwa vya fedha katika fedha. Amiri wa askari walinzi alivichukua. Nguzo mbili bahari moja na ngombe kumi na mbili za shaba zilizokuwa chini ya matako yake ambavyo mfalme Sulemani aliifanyia nyumba ya Bwana, shaba ya vitu hivyo vyote ilikuwa haiwezi kupimwa kwa kuwa nyingi sana. Na nguzo hizo urefu nguzo moja ulikuwa dhiraa kumi na nane na uzi wa dhiraa kumi na mbili ungeweza kuizunguka na unene wake ulikuwa nyanda nne; nayo ilikuwa ya uvungu. Nayo ilikuwa na kichwa cha shaba juu yake, na urefu wa kichwa kimoja ulikuwa dhiraa tano. Palikuwa na mapambo ya wavu na makomamanga juu ya kichwa hicho, pande zote; vyote vilikuwa vya shaba. Nayo nguzo ya pili ilikuwa na mapambo kama hayo na makomamanga. Palikuwa na makomamanga tisini na sita katika pande zake. Makomamanga yote yalikuwa mia juu ya wavu huo pande zote. Na amiri wa askari walinzi akamtoa Seraya kuhani mkuu na Sefania kuhani wa pili na wale walinzi watatu wa mlango, na katika mji akatoa toashi moja aliyewasimamia watu wa vita na watu saba katika wale waliouona uso wa mfalme walioonekana katika mji na karani wa jemedari wa jeshi aliwaandika watu wa nchi na watu sitini katika watu wa nchi walioonekana ndani ya mji. Na Nebu zaradani amiri wa askari walinzi akawatwaa akawaleta kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, naye mfalme wa Babeli akawapiga na kuwaua huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Ndivyo Yuda alivyochukuliwa utumwani akatolewa katika nchi yake. Watu hawa ndio wale ambao Nebukadreza aliwachukua mateka katika mwaka wa saba Wayahudi elfu tatu na ishirini na watatu katika mwaka wa kumi na nane wa Nebukadreza aliwachukua toka Yerusalemu watu mia nane na thelathini na wawili katika mwaka wa ishirini na tatu wa Nebukadreza Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua mateka Wayahudi wa watu mia saba na arobaini na watano jumla ya watu hao wote ni watu elfu nne na mia sita. Hata ikawa katika mwaka wa thelathini na saba wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi na mbili siku ya ishirini na tano ya mwezi Evil Marodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli, naye akabadili mavazi yake gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme wa Babeli kila siku, alipewa posho hata siku ya kufa kwake, siku zote za maisha yake.